Kwengineko, huku wakenya wakiendelea kuuliza maswali kuhusu mienendo ya wahubiri nchini, akina mama wanne wenye umri wa uzee wamedai kuchapwa na kujeruhiwa na makasisi wa kanisa moja la AIPCA katika kaunti ya Kiambu. Wazee hao vilevile wamewashtumu maafisa wa polisi kwa kile wanakitaja kuwa kuzuia kukamatwa kwa wahubiri hao waliowajeruhi siku chache zilizopita wakiwa kanisani. Murimi Mwangi na taarifa hiyo Waliwasili asubuhi na mapema nyumbani kwa Bwana wahubiri wa siku wakiwa tayari wamezivaa kanzu hizi rasmi, tayari kuandaa chakula cha roho. Lakini pindi walipoingia kanisa la AIPCA Getwamba, likageuka na kuwa uga wa mieleka, waliokuwa wakiatupa makonde na mateke, wakiwa wahubiri wao hawa waliotarajiwa kutoa ujumbe wa Bwana wa siku. Uchungu wa kisa hiki kilichotukia Juni tarehe kumi na nne mwaka huu ungali mioyoni mwa akina mama hawa wanaodai kuchapwa na makasisi watatu wa kanisa la AIPCA kumbukumbu kumbu za tukio hilo zikiwa zingali zimeandikwa akilini mwao. Egoge akaweka mimi gudi kwa kishwa huyu mwaora ni mtu mkubwa sana, hehe akanipiga kishwa na sababu tulipigwa makiwa hapa tu malikuwa ma -ma makinywa na makilia todu manaletewa soda na mikate. Na sasa akina mama hao wanawashutumu maafisa wa polisi kutoka kituo cha Kirwara, kaunti ya Kiambu, kwa kutowakamata makasisi watatu wanaodai waliwachapa kanisani humo isukue hatua kali kwa haya mapasta na wale wengine usiasi wa Kirwara, sababu tulipigwa makiwa hapa tu. Hata mimi nauliza kwa nini hawakupiga wanaume ama wengine dogo wakapiga wale wakongwe. Na sasa wazee hao wanaitaka serikali kuwasimamisha kazi polisi waliokataa kuwakamata makasisi hao, wanawataja kama Peter Mwaura Paul Kibugi na John Gugi. Uhuru, aangalia hii maneno, kwa sababu ni kubwa sana ya ku, uh, kupuruga kanisa ile ilijengwa na wazee wale wa samani kutoka na8 Mzozo wa kanisa hili ulianza mwaka uliopita baada ya madai kuibuka kuwa wasimamizi wa parokia ya Getwamba walitaka kuwatimua wazee hawa kutoka kanisani humo. Muremi Mwangi KTN News.